Kuwapongeza sana kamati ya ulinzi ya, kamati ya ulinzi na usalama chini ya mwenyekiti mkuu wa wilaya na wasaidizi wako. Tumefanya uchaguzi wa salama, tumemaliza vizuri na katika wilaya yetu na katika mkoa wetu. Hasa wilaya yetu mmefanya kazi kubwa na mkafanya mafanikio makubwa sana, wananchi wa mkoa wa Simiyu wakaendelea kulima, kupata mafuta kutoka wilaya ya Ntilima. Hongereni sana kamati ya ulinzi na usalama. Niendelee kuwashukuru watumishi nyinyi mnatufanya sisi tunakuwa bora zaidi, ni kwa sababu tunasikilizana, ni kwa sababu tunaelekezana. Uongozi wetu unakuwa bora kwa sababu yale ambayo tunaazimia kwenye vikao, kila mtu anaondoka nayo, yanakuwa ni ajenda ya utekelezaji wa wilaya yetu ya Itilima. Ongeleni sana, na Mungu aendelee kuwapa afya, Mungu aendelee kuwapa imani kuwatumikia wananchi wa Itilima. Waheshimiwa madiwani, tumepata dhamana hii, si bora sana sisi kuliko wengine walioko nje wako walioko nje ni bora zaidi. Kazi kubwa yetu ni kwenda kusimamia maendeleo. Kazi kubwa tulionayo nayo ni kwenda kuwaunganisha wananchi na muundo mzuri wa serikali ya chama cha mapinduzi, muundo mzuri wa serikali ya, ya serikali ya CCM iliyoasisiwa na baba wa taifa, kuanzia ngazi zote za vijiji. Wako viongozi wanaweza wakasimamia maendeleo, na sisi madiwani kazi yetu ni kuwaunganisha. Ukienda kwa wenye viti wa serikali za vijiji ni timu iliyokamilika ya kusimamia maendeleo na kuleta mabadiliko makubwa hata haya tunayoyashuhudia. Hayapo kwenye serikali ya kijiji, ina watu ishirini na tatu na kuna mtendaji wa kijiji na mwenyekiti, ni watu ishirini na tano. Watu ishirini na tano wakipeana majukumu ya kufanya, hatutalalamika kuwa na uvamizi, hatutalalamika kuwa na njaa, hatutalalamika watu wanapunjwa, hatutalalamika wananchi wanakoswa fursa wanazozitarajia. Kazi hiyo, Mheshimiwa Diwani, ni kazi yako ya kwenda kuwaunganisha watendaji hao na serikali za vijiji kuendelea kutambulika na kuleta maendeleo na kuleta amani ndani ya jimbo letu la Itilima. Nasema hivyo kwa sababu kuu moja, jambo la kwanza, tumekuwa tukipata nafasi hizi, sisi tulioko juu tunasahau, tuna wenyeviti wa vitongoji, tunasahau, tuna wenyeviti wa vijiji, tunasahau, tuna, tuna, tuna serikali ya ya, ya halmashauri kuu ya, ya, ya kijiji ambayo ina watu na ishirini na tatu na jukumu kubwa la kuongoza ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Uhalifu wowote unaotokea, mwenyekiti wa serikali ya kijiji ana wajibu wa kujibu, kwa sababu ni wananchi wake anaokaa nao kwenye eneo lake. Nitoe rai kwa wananchi wa Itilima, nendeni mkashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Hakuna sababu ya watu kufuatwa saa nane usiku saa tisa usiku. Na kwa nini wewe mwenyekiti unachukuliwa? Unachukuliwa kwa sababu umekaa na wahalifu ndani ya eneo hujatoa toa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Wanawake wataanza na wewe, ndio watakuja na mtu mwingine. Niwaombe sana wenye viti wa serikali za vijiji mlioko hapa na wengine ambao mpo hapa, makatibu tarafa na maweo na watendaji wa vijiji, twendeni tukasimamie utaratibu wa katiba ya nchi ili kusudi tuondokane na hadha inayotusumbua ya kila siku. Tunasikia maneno ambayo hayana tija taifa letu hili liliasisiwa kwa amani na utulivu, na imani yangu wananchi wa mkoa wa Simiyu na wananchi wa Itilima mtaendelea kuwa na mshikamano ili kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu. Watumishi wa Mungu endeleeni kutuaminisha kule mnakosali, toweni amani kwa maeneo yetu. Lengo kubwa na mshikamano mkubwa ni kuhakikisha kila mtu kwa nafasi yake anasimamia maendeleo, anasimamia amani. Yote haya tunayoyazungumza, kama hakuna amani, hakuna atakayetengenezwa Njalu mwingine au Mboje mwingine au Logundega mwingine au waandishi wa habari wengine walioko humu ndani au kamati za ulinzi na usalama. Tunapozungumzia amani, ina maana kubwa sana. Niwaombe wenye viti wa maendeleo ya kata, twendeni tukashikamane na wananchi wetu, twendeni tukashirikiane na uongozi wetu. Watendaji wasije kuwa maadui, wawe rafiki zetu wa kuwaongoza, wawe, wawe pamoja nasi, tuwasikilize kama wataalamu ili tujenge zana ya kuleta maendeleo. Moja ya kiongozi ni kuhakikisha unaounganisha watu wako, tusiwe madiwani wa ugomvi, tusiwe wenyeviti wa kugombana, watendaji wa vijiji, tusiwe viongozi wa kushindia polisi kutoa watu bila kujua nani mwenye kosa. Tuwe watu wa kusikiliza na kisha sasa turudi kwenda kufanya suluhu na kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu. Tukifanya hayo, tutakuwa hatuna kazi ya kufanya, tutamlahisishia mkuu wa wilaya, tutamlahisishia mkurugenzi na mwenyekiti na mimi mbunge wenu mtanirahisisha kuwa na kazi, inateremka hatua bai hatua. Jambo hili ni la muhimu sana na ni la msingi sana. Niendelee kuwaomba sana wananchi wa wilaya Itilima na watumishi wa umma mlioko hapa, viongozi wa chama ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, twendeni tukashirikiane kuhakikisha yale ambayo tuliahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, twende tukayafanyie tukaya kazi ndani ya miaka mitano. Mimi naamini tulikopita, tumezungumza kila kijiji tumezungumza kila kata na kila eneo kuna uhitaji wake. Afisa maendeleo wa kata, afisa mipango, tunaomba mipango sasa ikafanane na mipango ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Tusiwe na mipango ambayo sio shirikishi, tuwe na mipango itakayoanzia kwenye vitu wa vijiji, kwenye serikali ya kijiji, mwenyekiti wa ODC wa maendeleo ayunganishe ije kwenye CMT ije kwenye halmashauri kisha nikipiga kelele kule, basi hela zije kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu la Itilima. Niendelee sana kuwashukuru na kuwapongeza sana ndugu mkurugenzi na timu yako kwa jinsi mlivyoendelea kusimamia. Lakini liko jambo jingine, mheshimiwa mwenyekiti, najua umeunda baraza lako hapa. Kwenye mapato ya ndani tulikuwa tumetenga asilimia ishirini kwa ajili ya maendeleo. Kiasi hicho hakitatosha, na sasa nchi yetu unaona kabisa wenzetu wasiotutakia amani, wataalamu na mchumi kwenye eneo letu, nendeni mkajipange kuhakikisha bajeti inayokuja tunakwenda kwenye asilimia arobaini. Hatuwezi kusanya mapato ya bilioni mbili milioni, milioni, halafu tupeleke milioni mia mbili kijijini, tutakuwa ni watu ambao hatueleweki. Sasa ni muda mwafaka, leo tuna asilimia arobaini na moja, naamini kwenye bajeti tunayokuja nayo, kamati ya mipango na fedha mlioteuliwa, kwa maana ya wachumi ambayo inasimamia kamati ya uchumi aende, atakapokuja kwenye kipindi cha bajeti, mshikamane na wataalamu, kigezo kwa kigezo, twende kwenye asilimia 40 ili hela zingine sasa ziende kwenye maendeleo, zingine ziende kwenye matumizi.